Mambo, mzima. Amka basi, meaamka. Ok, leo nimekuletea machaguzi za zawadi <laughs> chagua zawadi kati ya hizi. Ipi chaguo vizuri kabisa? Umani, jipange usichague, chague kati ya moja. Tuka chagua hapa, ndo ya kwako Alafu ndio hiyo hiyo namba nione, ea ioneshe ionyeshe sasa, simalizia kifuatacho ni nini? Anijibu uh-uh. Kifuatacho, kifuatacho hebu <laughs> mimi niingie huko ndani huko, kifuatacho sasa hivi <laughs> <Ha? laughs> ndio sasa si... <laughs> mimi nishajiandaa kwa kila kitu, ngechagua ile pale ningechukua pale, lakini sababu shachagua hi hapa, mimi niko tayari, kifuatacho.